Basi kwa siku nyingine tena hii tunakutana hapa ndani ya 98.7 FM, Madam T, endelea kusikiliza 98.7, na nikukumbusha tu kwamba simulizi za Bahati zote kuanzia simu ya kwanza ni simulizi ambayo imependwa na watu wengi sana, simulizi ambayo imegusa maisha ya watu wengi sana. Hivyo basi, kwenye YouTube channel yetu, kienda kule ukiandika Banana FM TZ utaiona simulizi Bahati kuanzia simu ya kwanza. Leo tunaendelea pale ambapo tumeishia jana, ambapo Bati anasema babake amefia kwenye gari na akiwa naye. Lakini Bati anasema baada ya misukusuko yote ambayo mkutano wao njiani, amefika amefika stendi. Bati anasema alishinda kuendelea kuvumilia maumivu aliyokuwa nayo na bila ku jua msaada gani nini, ni nani atamsaidia, kipi afanye? Bahati anasema pia, mfukoni nilikuwa siko vizuri. tumeuguza nimeuguza babangu kwa muda mrefu sana, siko, siko vizuri kifedha kiasi hicho. Watu wamefika stendi, wanashuka na mizigo yao na watoto wao na ndugu zao waliopanda nao, mimi sasa babangu tayari ni maiti, nashuka naye vipi? Nafanyaje? basi Bahati anasema Konda alivyokuja pale, alivyokuwa anaanza kulia. Bati anasema nilikuta analia tu analia. Konda alivyokuja pale akanituliza akaniambia nitulie nipoe, tajua ono, tunafanya nini, na akampigia mke wangu simu ili akapokea simu. Mke wangu naongea naye, akamweleza hali halisi iliyotokea. Bati anasema kwa kweli, yani ilikuwa ni kama ndoto, yani niliona kama sio kweli kama nimelala nipo kwenye ndoto naota. Wati anasema can you imagine, watu wanasemanga mtu amekufa mikononi mwangu, labda sijui, nikiwa naye hospitali nikiwa naye nyumbani. Basi anasema mimi kwenye gari, mwanzo tu wa safari, baba yangu hmm, amefariki dunia na sijui la kufanya. Basi Wati anasema baada ya pale Kweli, watu pale sindo walijua kwamba kumbe ile gari ilikuwa la maiti. Mtu alifariki dunia kule, alipanda mzima, lakini ndio hivyo, ameshuka kwenye gari tayari ni maiti. Tena anasema kweli ni nashukuru Mungu, nikutana na watu ambao ni wasela fono ubinadamu. Bahati anasema katika watu ambao walikuwa na ubinadamu ni ile konda na ile dereva wake. Lakini Bahati anasema nahisi sana sana ambaye alifanikiwa kumshawishi hata dereva ni ile ni konda kwa sababu Bahati anasema kwanza alianza kupata wasiwasi na mimi kuanzia mwanzo ile tunapanda pale kwenye tunakata tiketi. Akaniza, yeye mzee huyo namsafirisha hivi kweli? Uone kama ni hatari kwa afya yake. Kwa sababu Bahati anasema alishaanza, alishaona kitambo. Lakini nilimwambia kwamba sasa sasa ndo maisha bro, sina namna kwa hiyo. Nabidi tu nipambane. Yaani, mimi ndo kaka, kwa hiyo nabidi tu nipambane kivyo vyote, mzee nataka kurudi nyumbani, nimrudishe. Kwa sababu anasema kwenda mambo ya ile mchezo alivopita li, aliona ni kwa vile babangu style fan alivyokuwa amelala. Afu Bahati anasema kumbe pia alifanikiwa kuona sijui ni alembea mkono ni mvidole, sasa siku ile ni vidole vya mkono au mgu, vya mguu lakini anasema kumbe alivona vile vidole ni kama mtu amekaka mafu, yani anasema hmm. unajua mwili wa, ma, wa, wa marehemu na wa binadamu kawaida ni unajulikana eh, unaonekana ukiangalia, okay, yani mwili wa marehemu na mwili wa binadamu ambaye bado haja marehemu, basi unajua kabisa kuna utofauti. kwa Bahati anasema kile ndio kilichofanya yaani, utofauti ukaonekana. Basi Bahati anasema pale stendi na nini, tukatafuta utaratibu mzuri wa kwenda kwenye kupumzisha mwili kwenye kwenye mochwari ambayo Bahati anasema kwenye hospitali ya karibu ile ukopa pale ile ilipokuwa na mochwari, nikapata usafiri. Bahati anasema huwezi amini, yule konda alinisaidia na dereva wake alinisaidia kinoma, yani yani mfukoni, Bahati anasema sikuwa vizuri kabisa, yani pesa ambazo nimetumia kwenye matibabu ya mzee ni nyingi mno, kwa hiyo sina kiasi kingi cha pesa. basi Bahati anasema kwa kuwa dereva alinisaidia pale, tukapeleka mwili mochwari na mimi sasa ikabidi nikatoa taarifa na kule mama kwamba Joke, mama, baba amepoteza maisha sijui na nini. Basi anasema yani, mamaangu mimi mimi eh. <laughs> nilivyomwambia kwamba baba amepoteza maisha na, basi anasema mimi, siku ambayo tunarudi na baba, amini narudi na baba na narudi naye Njombe. Baba aliniambia kwamba nisimwambie mama simwambie kama tunarudi, kwa sababu si alikuwa hajui kumuulizia alikuwa ajali chochote kuhusu yeye. Kwa hiyo Bahati anasema mimi, yeye aliniambia kwamba tusimwambie, tutafika tu atuone, tumefika hawezi kutufukuza pale nyumbani kwake, kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kitaharibika. Kwa hiyo Bahati anasema mimi, nilikuwa sijawaambia mamangu, lakini nikamwambia mama kwamba baba amefariki dunia. Akaniambia amefariki dunia? Nikamwambia ndio, baba amefariki dunia. Akaniambia pumzike kwa amani, hata sema unajua kiurahisi tu apumzike kwa amani, ndo alivyonijibu mama yangu, kwamba apumzike kwa amani. Ah, nikamwambia mama, baba si mume wako, lakini akaniambia, sasa kwani mimi ni, nimefanyaje? Ni, ni haya, ngoja nilie basi. Anasema akapiga, hey, mume wangu amekufa, ameniacha mjane aafu hey. Akaniambia haya, umeridhika mwanangu. Ha, basi anasema unajua yani ili niongezea, ni yani nikatamani kama nimfate ni mmeze ni, ni ni Bahati. Anasema mamangu anafanya vitu vya ajabu, amepiga kelele kwenye simu afu akanambia haya, umeridhika mwanangu, nimelia umeridhika. Bahati anasema, yani nilijisikia sira, nikaona acha tu nikate simu kwa sababu niko Njombe tayari nitaenda kuandaa msiba mbele ya safari huko mwenyewe kwa. Bahati anasema nikajua pale maliwe mwili umehifadhiwa wa nini. Nikampigia yule mshikaji wangu mbaye alikuwa ananisaidia hata kumtibu baba wakati mimi sipo, nilivyokuwa Dar es Salaam mara ya kwanza, mpaka ndo akanifahamisha kwamba baba ni mgonjwa. Basi Bahati anasema nikamfahamisha, nikamwambia bana mzee, ndio hivyo bana, ame amefariki. Akaniambia ah, kwa hiyo sasa unazika una huko inakuaje, utaweza kusafirisha mpaka huko? Nikamwambia mwanangu nitakuja kuadisia nikifika, yani nitakuja kukwambia nikifika, lakini msiba ni huko huko. Mimi niko Njombe bana, karibia kufika. Ah, akaniambia kumbe. Nikamwambia yeye, mimi niko Njombe mjini kwao, nakaribia kufika. Basi Bahati anasema nikatoka pale, nikaenda sasa safari ya kwenda kijijini kwetu. Mwili wa babangu nimeuacha mjini, funga safari kwenda kijijini kwetu. Mke wangu kule akaniambia tufanye nini? Ujafanye nini? tafutie pesa ambayo itaweza kukidhi kwa ajili ya msiba, lakini pia kwa ajili ya safari ya yeye. Bahati anasema walikuja. Alhamdulillah ni, nilikuwa nimeoa kwenye familia ambayo ina upendo, ina Mungu, ina ubinadamu. Kwa hiyo Bahati anasema alisema kwamba tutafanya utaratibu, tuta tutashinda cha kufanya ni mtosha kufa, tutashinda cha kufanya, wala hautamzika kwa aibu baba ako, tutampumzisha salama, na anajua jinsi gani ambavyo walivyokuwa unampambania. Basi Bahati anasema mimi na na mimi nikafika kule nikamwelezea mwanangu alivyokwepo. ah! basi anasema ni mwanangu aliniambia kwamba, <laughs> we ni mwamba yani katika watu wenye roho za kiwanaume roho za ushujaa ni wewe, umeweza mi singeweza na nini, akanipa pole pale. Basi Bahati anasema tukafanya bahisma ni, ni vitu vya ajabu kwa sababu mamangu hajalia hajasema kuna msiba wala nini. Mimi ndo nilimofika kuambia baadhi ya watu kwa sababu lazima kuna kilio, yani mtu alilie pale kujilisha kwamba kuna msiba. Tukafunga tu mahema turubai kuonesha kwamba hapa kuna kilio, kwa waliofahamu wakafahamu, wakaendelea kufahamishana kwamba mzee fulani kafa na nini na nini hivyo. Basi anasema apo kwenye msiba hivyo kama kawaida, alafu mke wangu pia naye akawa anakuja sema. Alikuja na familia yake, kwa alikuja usiku, afu, kesho yake ndio ilikuwa mazishi yanafanyika. Anasema na, kwa Bahati anasema kwa ile prosesi za hela zilifanyika kanisani, tulipata nilipata mchango wa rambirambi wa kufiwa na baba yangu, mke wangu alipata kama kufiwa na baba yake mkwe. Kwa Bahati anasema kwa mara nyingine tena wanakuja na Bahati anasema uzuri mmoja kwenye hiyo safari alikuja mke wangu alikuja mama mkwe wangu alikuja baba mkwe wangu, walikuja wazee wa kanisa pale watu wa kanisa. Bahati anasema yani, sikutegemea walikuja wengi kwa wingi, yani walikuja kunifariji kwa wingi sana, na Bahati anasema walikuja kuniambia kwamba situation ambayo nimepitia imemgusa kila mmoja, yani kila ninapopita kwenye vuka, kwenye stage, basi maisha yangu hivyo yaendelea tu kufundisha watu kufundisha watu kufundisha watu. Basi Bahati anasema mimi, siku ya msiba ilipofika, ah, nilikuwa ninaumia sana yani, nilikuwa naumia, nasemeni kama naenda kuzika baba yangu na katika watu ambao nimebaki nao ni dada yangu. Bahati anasema sikumehesabia mama yangu yani sikumuhesabia mamaangu kama tena ni mama angu, kwa kile ambacho alinionyesha ilikuwa sasa inatosha. Nimejitahidi sana kutokuweka chuki dhidi ya mama angu, lakini that's enough, inatosha kabisa kama ameshindwa kuumia tena kifua cha mume wake yani, sikuona yani, sikuona kama yeye ana anafaa kuendelea kwa mama angu. Nikasema hata nisipomtunza ni, ni, ni nisipofanya chochote hata Mwenyezi Mungu hawezi ni hukumu mm. Hata laana yakilani haizi fika kabisa, haiwezi kufika. Mtu pekee hapa ambaye nimebaki natakiwa ni, ni mtizame na macho na miguu na kila kitu ni dada yangu peke yake, ambaye ya dada yangu amekuwa kama ana uti ndio akati amezaliwa mzima kabisa. Mti anasema ile siku ya msiba watoto walifika, mke wangu alifika, na lana mchungaji. Na misa baada ilifanyika ya, ya wachungaji walifanya ibada pale. Mti anasema yule mchungaji baba mkwe wangu sasa sema, unajua wachungaji ni tofauti, ukifika kwenye msiba wakiwa wanatambulishana wanaweza wakapewa, kila mtu anaweza akapewa muda wako wa kuhubiri. Bahati ndo wasema, kwa hiyo wale wa pale kijijini kwetu walihubiri wakamkaribisha na yule mchungaji ambaye ni baba mkwe wangu wakampa na nafasi naye ya kuhubiri. Bahati anasema mchungaji alizungumza mengi sana, lakini alishindwa kuzuia pia akiwaambia watu wa pale akazungumza akasema, mimi amenijua bahati m... so kwa muda mrefu sana, kwa sababu watu wa hapa kijijini wanaweza kuwa amenijua mimi toke nimezaliwa na ukua, na naukua na nini. Lakini mchungaji anasema, bahati anasema, ile mchungaji anaeleza mengi sana, akanambia, akawaambia, akawa anaongea, anasema kwamba huyu kijana amepitia mambo mengi sana, yote ambayo alishawahi kunieleza, lakini hili ambalo limemkuta sasa hivi ah, ni la kihistoria na li la kiutofauti kabisa ni la mtu ambaye yoyote yule ambaye analipitia ambaye atalipitia basi li, li, yani li litamuumiza kila mmoja. Bati anasema imagine, ufiwe na baba yako kwenye gari utajisikia vipi? Ndo hali ambayo ilimkuta Bahati. Bati anasema watu wengine walikuja pale msibani, hawakuwa wanafahamu hawakuwa wanajua ilikuwaje mzee akafa. Bahati anasema yule mchungaji aliwaeleza kwamba nilimtibu, nimempatia matibabu baba akataka kurudi kwake Njombe, anafunga safari akafia njiani. Bahati anasema kwenye ule msiba ulikuwa, yani ni zaidi ya msiba, yani Bahati anasema kila mmoja msibani alilia, kila mmoja alielezea kilio chake, yani kila mtu ile aliyekuwa kwa sauti kwa namna yake, kila mtu alilia. Basi anasema iliniuma kuendelea kuona mamaangu, yani ni kama msiba haumuhusu, yani ni kama hakuna chochote kile kinachomuhusu, yani ni kama amepunguzwa mzigo, sijui ni kama nini. Kila mmoja anaumia, kila mmoja kile kitu kimemgusa, lakini mamaangu ni ameinama tu, najua fika kwamba hana chochote ambacho kinamuumiza hakuna chochote kinachomuumiza, lakini Bahati anasema mamangu sasa, huenda akawa amemchoka babangu, alikuwa ampendi tena, alikuwa amefanya vyovyote, ni amemuua ni amemfanyaje, lakini hata kureakti mbele za watu, kujifanyisha tu mbele za watu imemshinda aache maneno, hazidi kuacha maneno. Kila kila msiba unaotokea pale nyumbani kwetu haujai uja kuacha maneno mazuri hata siku moja, kila siku huwa anatupiwa msalaba wa mamangu na ni kweli ndo anayehusika, lakini hata kwenye hili mume wake ambaye amezaa naye watoto ambaye mmoja wao ni mimi haimuumi haimsumbui. Yani kila mmoja ameelezwa ile situation, ni hali halisi ilivyokuwepo. Kila mmoja ameumia kwa namna yake, lakini Bahati anasema mama angu ni mkavu Mamaangu hata babangu mpaka anashushwa kaburini, mamaangu hajajigusa kupiga kelele, kulia kwa nguvu, kuonesha na maumivu. Hapana, bati anasema mtu ambaye nilikuwa nafarijiwa ni mimi, lakini bati anasema hata dada yangu ule alikuwa chizi, yani ameikuwa kama chizi yani, lakini alilia, alikuwa anaelewa. Bati anasema japo sikujua analia kwa sababu anaona wengine wanalia au analia, analia, analia, anaelewa kile kinachoendelea au nini, lakini bati pia anasema kitu kingine ambacho kilinifurahisha. kitu kingine ambacho kilinifanya nikajua kabisa mamangu analo ili analo. Bahati anasema wale watumishi walisema baada ya maziko kumpumzisha baba basi watafanya ibada pale nyumbani, na kwa kawaida wao wanajua kwamba mtu akifika akifiwa kwa safari wanarudi, lakini Bahati anasema walisema wana, wana maombi ya siku tano mfululizo, na mfungo, atakayeweza kufunga siku tano mfululizo pale nyumbani. Wanafanya maombi, wanafanya mfungo baada ya msiba, baada ya hivyo, mpaka watakapoondoka kwa siku tano mfululizo. Bahati anasema hapo ngoma ndo ilikuwa ngumu ndo mamangu akainuka akasema kwamba ataki kuona mtu nyumbani kwake, nataka aondoke, hajaona hajaomba maombi wala nini. Na Bahati anasema ile mchungaji alitangaza vile, na akasema kwamba kwa yoyote ambaye atawiwa kuingia kwenye maombi haya anakaribishwa, dini yoyote, mtu yoyote yule anakaribishwa. Lakini Bahati anasema ile baba alisema boma hili limesha kuwa na vifo vingi sana, limesha kuwa na matatizo mengi sana ambayo hayaelezeki hayaeleweki, mengine ni huenda ni mipango ya binadamu, sio mipango ya Mungu. Kwa hiyo pale nyumbani patakuwa pana maombi ya kuombea boma lile la kwetu, ya kuombea pale nyumbani kwetu tu, ndio maombi yatakayofanyika. Nasema na yule mchungaji akawaomba wale wachungaji, kama watakuwa na nafasi basi na wenyewe wafike, ili waweze kushiriki yale maombi kwa pamoja. Itakuwaje? Kweli itafanikiwa kufanyika hivyo? Nasema baba babangu, siku ile nilipumzishwa salama tu, na ndo hivyo ratiba ilivyotolewa nzima. Nilisikia faraja, nikasema yes, hata kama nitampoteza mamangu, acha afe, hata kama nikimpoteza na yeye, acha afe. Mbona ametesa, ame, ame wengine wengi? Kwa hiyo nilijivua kabisa, nikasema hii nimeipenda, nataka kama tukuteseka teseke haswa itakuwaje? Watafanikiwa wala wachungaji watafanikiwa kufanya hayo maombi? Au mama yake basi atafanya namna, ameshaanza kusema kwamba hataki mtu nyumbani kwake na nini na nini. Tutakutana tena kesho tujue kipi ambacho kitatokea. Ni wataki jioni njema, ni wakumbushe, tuingia kule YouTube andika Banana FMTZ, angalia kule kuna bahati kuanzia episode ya kwanza tulipoanza mpaka tunavyoendelea mimi naitwa Madam T kwenye mitandao yangu ya kijamii Instagram pamoja na mtandao wa TikTok andika Official T 005 utaniona, utashea kwa pamoja kule, na chochote ambacho nataka kuniambia, unaweza kuniambia kwa wewe. Ambaye una simulizi yako, unatamani tu uwape watu wapate elimu Aidha, utatoa ushuhuda mwenyewe au kama ni mtu ambaye kama Bahati takikuwa hataki, yaani kuna mambo mengine ambayo anasema hizo tukueleza mwenyewe, atajikuta analia, atashindwa kuelezea, sio? Unaweza ukanielezea mimi, lakini viatu vya Bahati vinabana, tena vinabana mno, vinafinya. Jamani, jamani, dunia hii kuna watu wanapitia mazito sana. Mi niwatakia jioni njema, mtukutane siku ya kesho, mradi tu umeisha tukutana tena siku ya kesho.